Tunaamini katika maandalizi yetu ni bora tuliyofanya katika vipindi vyetu vya hizi siku mbili, tunaamini katika majukumu tuliowapa wachezaji wetu na sisi kama technical bench. Kwa hiyo tuko pamoja, tumeshikana kwa hali na mali, tukiamini tunahitaji mchezo huu tuweze kushinda ili ukaweza kutoka katika nafasi moja kuweza kupata nafasi nyingine. Kwanza ni nia, tuna nia na siku zote kwenye, mwenye nia naona njia, kwa hiyo tunaamini katika psychology tulioandaa wachezaji wetu na sisi kama technical bench kama walimu. Kwa hiyo tunaamini maandalizi yameweza kujitosheleza na tuna imani kwa tunaenda kuokota pointi tatu katika mchezo wetu wa kesho, japo tunajua mechi hii itakuwa ni rais kulingana na gap tuliopishana kipointi. Kwa hiyo tunaamini katika tulichokifanya kwenye hizi siku mbili za hapa. Pressure ipo kwa pande zote mbili kulingana na gap la point. Kwa hiyo imani yetu kama Coastal Union, tunaamini tumejipanga kujitoa ili kuweza kupata alama tatu kwa ajili ya kuweza kusogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Aa, cha kuambia ni kujitokeza kwa wingi kuja kuisapoti klabu yao kwa ajili inahitaji kusogea na kuweza kumaliza ligi katika nafasi nzuri za juu. Kwa sasa hivi hatuna majeruhi, majeruhi ni wale wale tuliokopo nao toka kipindi cha nyuma. Tuna majeruhi wawili ambao ni majeruhi wa kudumu na tunaamini kwa Jopo la madaktari limeweza kusimamia hali zao, tutaungana nao katika msimu mwingine ambao ni Mabad Maulid Mabad pamoja na kapteni wetu Gerard Gwalala. Tunaamini mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu Tabora na Soti Soti mbaya, ni timu nzuri tu na pia anafanya vizuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji pamoja na walimu wetu kwa ujumla tumejiandaa vizuri kimwili, kiakili. Tunaamini mchezo kesho, tutaweza kupata ushindi kutokana na kile ambacho walimu wetu walichokiandaa tunaamini ni kizuri na hata mazoezini wanatuhamasisha kuweza kufanya vizuri, na pia programu zao na imani zimetusaidia sisi kama wachezaji. Tupo vizuri, tutafanya vizuri katika mchezo wa kesho. Bado Tabora pia ni timu nzuri, sio timu mbovu, ni timu nzuri inafanya vizuri tu kwa wakati wake, lakini kuna muda hapo ndio inakuwepo tu katika football. Kwa sisi kama wala Mangushi, tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha mchezo wa kesho tunapata alama tatu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, na sema maandalizi ya kesho yako tayari kwa ajili kwa ajili mchezo wa kesho dhidi ya Coastal Union ya Tanga, kila kitu kimekaa sawa. Tumekuja kupambana so tunahitaji nafasi kal, kal, ya tano mkononi, hii tubaki nayo mkononi, inabidi tupate ushindi. Kesho tupate hata pate sare

nanpmbkwa na na ngumu ngumu zaidi. Ah, yot ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu tumefika hapa salama na tupo tayari kwenda kukabiliana na Coastal Union katika mchezo wetu wa mwisho. Sisi kama wachezaji tunajiandaa vizuri, na tunajua pia Coastal ni, ni timu ngumu sio, sio ndogo timu ngumu kwetu, na pia kama mchezo ule tuliocheza nao nyumbani ilikuwa ni tafu sana. Kwa hiyo na imani wao wamejiandaa vizuri, na sisi pia tumejiandaa vizuri. Tupo tayari kuwakabili, ili tuweze kuchukua hizi alama tatu. Kwetu sisi ni muhimu sana. Sisi kama wachezaji tunajiandaa vizuri, na tunajua pia Coastal ni, ni timu ngumu, sio, sio ndogo, ni timu ngumu kwetu, na pia kama mchezo ule tuliocheza nao nyumbani ilikuwa ni tafu sana. Kwa hiyo na imani wao wamejiandaa vizuri, na sisi pia tumejiandaa vizuri. Tupo tayari kwa kabili, ili tuweze kuchukua hizi alama tatu. Kwetu sisi ni muhimu sana. Kwetu sisi ni ngumu ni pia ina, inatutoa katika saikolojia yetu ambayo tumejiwekea katika ushindi kila mechi, aa, lakini unaweza kuona tumepoteza hizi mechi kadhaa, imetutoa kidogo katika mchezo, ila si nanili sana kutupoteza katika ramani yetu ya kutaka alama tatu kwa kosto, ili tuweze kukaa pale pale katika nafasi yetu ya tano. Uh, kwanza niwape imani mashabiki zetu wazidi kuendelea kutusapoti, maana sapoti yao ni kubwa, na sisi tunaamini hatutawaangusha katika mchezo huu na tutawarudisha tena mchezo